Ah, kwa majina naitwa Maulid Ame Muhamed ni mkuu wa kurugenzi ya huduma za sheria, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Leo Mahakama Kuu ya Zanzibar Masjala ya Chake Chake Pemba, kulikuwa na uamuzi ambao ulitolewa na jaji wa Mahakama Kuu kuhusiana na maombi yaliyowasilishwa na waliokuwa wagombea wa chama cha ACT Wazalendo kupinga uchaguzi wa ujumbe Baraza la Wawakilishi kwa Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2025 kwa hivyo waliwasilisha maombi tisa ambayo manane yalihusiana na ujumbe wa Baraza la Wakilishi na ombi moja yalihusiana na udiwani. Na kwa baada ya kuasha maombi yao hayo, upande wa serikali ukiongozwa na afisa mwanasheria mkuu na tume ya uchaguzi za Zanzibar, tuliweka pingamizi kutokana na maombi yaliyowasilisha, baada ya kubaini kwamba kulikuwa kuna kasoro kadhaa ambazo zimejitokeza katika maombi yao maombi yao hayo kwa hivyo mahakama ilisikiliza pingamizi zetu na wao walipata muda wa kujibu yale pingamizi zetu. Kwa hivyo leo ikawa ndio siku ya kutoa uamuzi. Kwa mahakama leo umetoa uamuzi kuhusiana na mapingamizi ambayo tuliyaweka, na baada ya mahakama kusikiliza imejiridhisha kwamba ni kweli kwamba maombi yao, maombi hayo ambao waliwasilisha wagombea wale yalikuwa na kasoro, hasa katika ile hati ya kiapo ambayo waliwasilisha, ilionekana na kasoro nyingi za kisheria. Kwa hivyo mahakama imeamua kwamba Hati ile akiwapo aweze kusimama na maombi yale yote yameweza kuondoshwa mahakamani. Kwa hivyo huo ndio kwa uamuzi wa leo wa mahakama kama mahakama imeyaondosha maombi yote ya kupinga uchaguzi kwa upande wa Pemba. Na mwisho mahakama ikatoa ma, ikatoa mafunzo au kasema ikatoa mawazo kwa mawakili mbalimbali kwamba wanapowasilisha nyaraka mbalimbali mahakamani, basi wawe wa makini katika kufuata kanuni na sheria za usimamia nyaraka hizo. Lakini vile vile leo kulikuwa kuna maombi madogo ambayo yalisitwa pia na chama cha ACT Wazalendo cha kuweka zuio la tume kwamba lisiendelee na zoezi la, la kuchoma nyaraka zile za uchaguzi, lakini mahakama ikaamua kwamba kwa vile kesi ya msingi imeshafutwa, zuio hilo zuio hilo nalo haliwezi kusimama. Kuna maombi hayo ya kuweka zuio na pia yameondoshwa na mahakama kuu. Kwa hivyo hicho ndio ambacho kinachojiri leo katika mahakama kuu ya Zanzibar Masjala ya Pemba, na kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna Ah, mimi nazungumzia kwamba kwa upande kwa sisi tumefanya kazi yetu na tumefanikiwa mahakama, tumeweza kuishawishi mahakama na imekubaliana na sisi, kwa hivyo kwa sasa hivi kwamba hakuna tena ma, maombi ambayo yatakobakia yata mahakamani kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2025 kwa upande wa Pemba.